Kwa kawaida tetemeko la ardhi linasababishwa na kusigana kwa miamba katika kina kirefu cha, cha ardhi ambayo ni matokeo ya msukumo wa nguvu za asili ambazo huwa ni, ni mgandamizo wa miamba katika kina kirefu. Kama unaweza kukumbuka katika geography kwamba hapo zamani dunia ilipokuwa imeumbwa ilikuwa na bara moja ambayo ilikuwa inaitwa supercontinent, lakini kutokana na hizo nguvu za asili za misukumo katika kina kirefu ardhi hilo bara moja liliweza kugawanyika katika mabara ambayo tunayo mpaka leo, ambayo ni mabara saba. Kwa hiyo hizo nguvu za asili bado zinaendelea mpaka sasa hivi, na ndizo zinazopelekea kutokea kwa vyanzo vya matetemeko ya ardhi, kwa sababu hizo nguvu za asili zinasababisha zina mgandamizo. Sasa kama unavyojua kwamba miamba kwa kawaida huwa ni migumu sio ductile, ni brittle. Kwa hiyo inafika mahali inashindwa kuhimili ile nguvu za mgandamizo, ina- inasababisha kwamba miamba inakatika. Sasa pale mwamba unapokatika, hilo tukio linasababisha ardhi kutikisika. Sasa ardhi inapotikisika, ndicho sisi ambacho tunakiita ni tetemeko la ardhi. Na mara nyingi hiyo hutokea katika kina kirefu sana cha ardhi, chini ya ardhi, lakini pia inaweza ikatokea katika kina kifupi na pale inapotokea huo mpasuko unapotokea katika kina kifupi unasababisha madhara makubwa kwa vitu ambavyo viko kwenye uso wa ardhi, ikiwa ni pamoja na nyumba, majengo, barabara na miundombinu ambayo husababisha pia hata maafa kwa binadamu. Na kwa Tanzania hapajawahi kutokea madhara makubwa kama hayo, lakini kwa ukubwa wa matetemeko yapo ambayo yamewahi kutokea ambayo ni makubwa zaidi ya hilo la Italia la 6.2 ya, kwa sababu tulishawahi kuwa na matetemeko ya tano pointi tisa wakati ule mlima wa Donyo Lengai unafukuta una, una kulipuka, alafu pia tuliwahi kuwa na tetemeko la saba pointi nne maeneo ya ziwa Tanganyika, lakini hapakuweza hapa kuwa na madhara makubwa kama yaliyotokea Italia. Madhara yanategemea ya, ya kwa sababu tetemeko linaweza kaa ni dogo hata la nne pointi sifuri au tano pointi moja E, lakini madhara yakawa makubwa kuliko tetemeko la saba pointi mbili. Inategemea hilo tetemeko limetokea maeneo gani, kwa sababu, yana, yana, yanasafiri. Kwa sababu linapotokea tetemeko yale mawimbi ya tetemeko hmm, huwa yanasafiri kwa kasi sana katika miamba migumu na yanasafiri kwa kasi ndogo katika maeneo yenye miamba ambayo uh, sio migumu kwa hiyo madhara makubwa yanatokea katika maeneo ambayo yana miamba ambayo sio migumu, kwa sababu kwenye mwamba ambao sio mgumu kasi ya mawimbi ya tetemeko inakuwa ni ndogo. Kwa hiyo muda ambao yale mawimbi yanachukua kupita katika lile eneo unakuwa ni muda mrefu, kwa hiyo eneo lile linakuwa linatikiswa na yale mawimbi kwa muda mrefu sana. Kwa mfano hili tetemeko la Italia limechukua sekunde ishirini. Sasa na sekunde ishirini bado unaweza ukaziona ni nyingi That, that's why kumekuwa na madhara makubwa mm. Lakini pia unaweza kukuta sasa tetemeko likawa na, na ni kubwa sana kama saba pointi nne lakini usisikie madhara, kwa sababu labda mawimbi katika maeneo ambayo yamepita ile miamba uh, ni migumu, halafu mm. Halafu sio kwamba tu madhara yanatokea pale mahali ambapo tetemeko limetokea. Kuna wakati tetemeko linaweza ikatokea kwa mfano elfu mbili na kumi lilitokea tetemeko mjini Kigoma, katika mji wa Kigoma, kitovu chake kilikuwa katikati ya mji wa Kigoma, lakini watu wa mji wa Kigoma hawakujua kwamba lilitokea tetemeko la ardhi. Madhara yake yalisikika katika miji ya Dar es Salaam na Arusha. Kwa hiyo inategemea ya, na nature ya mawimbi na aina ya miamba ambayo yale mawimbi yanasafiri, na mpaka sasa hivi teknolojia haijaweza kugundua namna ya kubashiri kwamba tetemeko linaweza ikatokea. Kwa kiasi kidogo sana unaweza ukabashiri kwamba tetemeko linaweza ikatokea, lakini kwa era ya plus or minus 10 to 20 years. Sasa information kama hiyo inaweza isimsaidie sana mtu, kumwambia baada ya miaka thelathini, lakini plus or minus 10 to 15 years tetemeko litatokea, inakuwa sio sio accurate. Na hakuna namna ambayo unaweza ukayazuia matetemeko, kwa sababu haya ni majanga ya asili, ni matukio ya asili kutokana na nguvu za asili. Hakuna namna ambayo unaweza kuyazuia, ni lazima yatokee. Labda ambacho unaweza kufanya ni kuchukua tahadhari ya kuweza kupunguza madhara ambayo yanaweza yakatokea wakati tetemeko la ardhi linatokea. La ardhi linapotokea, uh, kile kishindo cha kwanza, linapotokea kwa mara ya kwanza, huwa linafuatiwa na matetemeko mengine madogo madogo, ambayo yanaweza yakadumu kwa kipindi cha masaa, wiki au miezi, baada ya lile tukio la kwanza, kubwa la kwanza, kwa hiyo muda wote watu wanatakiwa wawe katika hali ya dhari.